Wanazunguka wanawadanganya. Gari nyingine iliyotoka nyeusi hapa za kwetu wenyewe. Yaani, kwamba leo wanatufanya masikini, eti hatumiliki magari, tukitembea gari kahongwa, lakini wakitembea ya kwao, wameajaza kwenye maegesho ya magari majumbani kwao. Ah, wao wana pesa, sisi ndo masikini. Magari hayo hapo Arusha, pigeni picha, namba hizo, mnaoambiwa magari tumehongwa hayo hapo, tumeyachukua tumeweka nembo zetu wao zimewatoka, ni akili tu. Wao hawawezi kufanya, wanafikiri na sisi hatuwezi kufanya. Tunawaomba sana watu wa Arusha, jiandaeni kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Tutawaletea wagombea wa udiwani, tutawaletea wagombea wa Bunge, tuungeni mkono. Ni dhambi kubwa kuiacha CCM ipite bila kupingwa. Leo tunaweza tusielewane, lakini ninawaambia mtasema, alisimama mzanzibari mmoja Usa akatwambia madhara kuiacha CCM peke yake mtakuja kuniambia. Nchi hii uchaguzi unauzuiaje hivi kabisa? Raila Odinga mnamjua nyinyi, ambaye akisema kesho hatwendi makazini wakenya hawaendi makazini, wakisema daladala zisitembee daladala hazitembei. Lini alisema anasusia uchaguzi? Lini alisema sasa wakenya msiende kupiga kura? Lini? Anajua madhara yake. Chama gani cha siasa Afrika kimefanikiwa baada ya kuacha kushiriki uchaguzi mkuu? Kipi?